Unapanda mkandaa kwa kuzingatia shina hadi shina At, hatua hey, gani? hatua ngapi? mita moja, eh? mita moja mpaka mita moja na nusu. Muna kipimo, hey? Muna kipimo, muna kipimo, muna kadiria mita moja na nusu, mita moja. Aha, wanasema mkandaa, mita moja na nusu, mita moja, shina hadi shina. Ngoja tuiangalie hapa, atuangalie shina hadi shina, shina hadi shina, shina hadi shina, mita moja na nusu, mita moja, mkandaa. Kuna changamoto gani? vifaa um -hmm. <mimima> vya kazi vifaa vya kazi vifaa vya kazi kama nini? magambuti, magambuti, makaa na ovaroli nyama kupata vifaa hatujapata. Ni kikundi gani bwana? Upendo ni Upendo Mtukwao. Ah, upendo Mtukwao. Ah, okay.